Gogo ameweza kuandika maneno mazito kumhusu Mwamposa, ambaye Mwamposa mara nyingi tumeona amekuwa kitu katika michezo ya Simba kwenda kuombea ili Simba iweze kushinda. Hapo tuliona siku za nyuma pia aliweza kuitwa mchezo ambao uliweza kuchezwa kule Amani Complex, ambapo kwa kipindi kile Simba iliweza kushinda ushindi wa bao moja kwa zero ambapo bao liliweza kufungwa na Jean Shalawa, na ikaonekana kama vile maombi yake yamefanya kazi sana. Sasa leo Kigogo ameweza kumwanika posa kwa kile ambacho kinaendelea mpaka sasa, baada ya Mwamposa kuanza kutumiwa na timu hii ya Simba kuitwaitwa katika baadhi ya michezo ili kwenda kutia baraka na kuombea timu iweze kushinda. Sasa baada ya hayo yote, nitaenda kusomea kile ambacho amekiandika Kigogo kupitia hapa hapa Blue House Dax Media, lakini kabla sija kusomea nebu Bonyeza ile neno ambalo limeandikwa subscribe ili uweze kupata notification pale pindi tunapotoa video zetu za habari za michezo burudani zinapoteka anga la ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ngoja ninukuu na nikusomee kitu ambacho ameweza kuandika mapema siku ya leo Kigogo, ikiwa ni baada tu ya Simba, eh, kushindwa kupenya katika kuchukua kombe la shirikisho kafu cha bao moja kwa moja yani, wakitoka draw ya bao moja kwa moja, lakini hiyo yu ikawafanya RC Bakane waweze kupata aggregate ya mabao matatu kwa moja hivyo ikaweza kushinda kombe hilo la shirikisho kafu. Lakini mambo mengi yalaweza kuendelea hapo katikati. Sasa ngoja nikusomee, alafu baada hapo tutapiga story mbili tatu ambazo zimeweza kuzuka baada ya mchezo wa jana. Yepa, ni blue house text media. Kigogo aliweza kuandika kama ifuatavyo, mimi na nukuu Kina nani huwa wanawapa hawa watumishi kazi za kuanza kutabiri mipira? Maana mwishowe unaonekana kama utapeli tu. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Kigogo. Sasa ukipitia katika comment section, wadau gani wameweza kumjibu? Huyu hapa ni Toa Timi Tini, graphic designer, akaweza kusema kwamba kwa mashabiki wa Simba Sport Club, ingawa tumelikosa kombe safari hii, tunatambua na kuamini kwamba Simba Sport Club bado ina uwezo mkubwa wa kulibeba kombe lolote mwakani, na ni wazi kwamba licha ya changamoto za uchezaji kutoka kwa refa alionekana kuibeba RS Berkane, wachezaji wetu walipambana na kutoa kila walichokuwa nacho uwanjani. Tunaendelea kusimama pamoja tukiwa na imani kuu kwa timu yetu mwaka ujao, nguvu moja ubaye ubwela Simba Sport Club. Hivyo ndivyo walivyoweza kuandika. Sasa wadau wengine walizidi comment wakisema kwamba, Mwacheni Mwamposa, kigogo please. Pambana na, we, watu wako lakini sio Mwamposa. Mwingine angeweza kusema kwamba acha ujinga, wewe ndio tapeli mkubwa. Mwingine angeweza kusema kwamba na mafuta aliwauzia duu, wakacheka. Haya, mwingine angeweza kusema kwamba kachana mkeka, muhindi hana cha askofu wala nini. Haya, mwingine angeweza kusema kwamba kaka kaka sio anaonekana, haoni matapeli washajifanya wao ni miungu? Ona wanavyoaibika. Mwingine anaweza kusema kwamba akemei utekaji maana hakuna pesa. Mwingine anaweza kusema kwamba mimi nilisema kama ametabiri Simba hawezi kuwa bingwa, ila angetoa unabii ningeamini. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba nyinyi wenyewe na tamaa zenu za ushindi. Haya, huyu mwingine anaweza kusema kwamba, <laughs> kwamba wakipatia utabiri si mnamwona wa maana sana mambo yakienda vibaya wanakuwa matapeli. Acheni ujinga bwana. Wewe tegemea Mwamposa ndo ambadilishe mutale awe Messi au nategemea kibu awe, awe Ken haya bana. Kwa hiyo mwingine anaweza kusema kwamba alitabiri vizuri kuwa Simba anashinda, lakini unaona kilichotokea uwanjani, refa alivyozingua na lile goli lililokataliwa hapo. Mwamposa alikuwa sahihi sana. <laughs> Bwana, mwingine akaweza kusema kwamba lini Mwamposa ametabiri kwa maneno yake, Simba anabeba ubingwa. Jamani, tofauti tunawaombea wachezaji kipindi kile wanatinga nusu fainali. Mwamba kajichanganya sana kwenye hili. Haya, huyo anaitwa MC Simon akaweza kusema kwamba kaka, Mungu anakuona. Mwingine anaweza akaweza kumalizia kwamba utapeli hii nchi bana. <laughs> Haya, kwa hiyo kigogo ki ndivyo alivyoweza kumvaa eh, mwamposa mtumishi huyu eh, baada ya kuonekana katika baadhi ya mechi za Simba akienda kufanya maombi na vitu kama hivyo, lakini pia kuna baadhi ya klip ambazo zilionyesha ki wachezaji wa Simba wakipaka mafuta fulani na ambayo inasemekana mafuta Eh, ni ya Mwamposa. Kwa hiyo mambo mengi yameweza kuzuka, ikiwa ni baada ya red card zimeweza kutembea sana katika mchezo wa jana. Pia kwa hiyo refa amelaumiwa, kusema kweli yaani refa amepigwa sana madongo. Eh, lakini mbali na haya yote ndio hivyo, mpira una dakika 90 na aliyeshinda ameshinda, yani aliyekula lapanimi naitwa Daud Alexander, unalizungumzaje ili ile paswala la kuona kigogo anamvaa Mwamposa, mtumishi wa Mungu, na ya kile ambacho amekuwa kikifanya kama maombi yake na kutoa mafuta katika michezo ya Simba? Endelea kusubscribe ili tunakuletea update mbalimbali za kimichezo na burudani pale pindi ambapo huwa zinakuja kila wakati.